Matumizi ya uzazi wa mpango yana madhara makubwa sana katika mfumo wako mzima wa uzazi. Inawezekana ni mmoja kati ya wanawake ambao umewahi kutumia uzazi wa mpango na wakati huu unatafuta mimba, lakini haufanikiwi. Kitu ambacho usichofahamu ni kwamba uzazi wa mpango unaenda kuvuruga homoni zako za kimwili na kupelekea mwanamke kupata changamoto ya hormone imbalance. Lakini pia jambo la pili, kupelekea mwanamke sumu nyingi mwilini, ambayo ambayo inakuwa inajishughulisha yenyewe kwenye mfumo wako mzima wa uzazi na sio mfumo wa wazazi kufanya kazi wenyewe. Lakini pia kitu cha tatu, huwa inapelekea mwanamke anapitia changamoto maambukizi katika vileke vya uzazi, na mwanamke anaanza kutoka na uchafu ukeni, harufu mbaya ukeni. Yote haya yanatokana na uzazi wa mpango. Na pia inapelekea ugumu sana wa kuweza kupata ujauzito. Lakini pia mwanamke huyo huyo anapokuwa na sumu nyingi mwilini za mpango alizotumia anaanza kuwa anachoka sana eh, mara kwa mara hata kukosa usingizi wakati wa usiku yeye hata kukosa usingizi wakati wa usiku, hii pia inachangia, kwa sababu uzazi wa mpango madhara yake ni makubwa sana, na mwisho wa siku inapelekea mirija ya kwenda kuziba ya mwanamke na kushindwa kabisa mwanamke kuweza kuitwa mama. Ukiwa ni mmoja kati ya wanawake ambao unapitia hii changamoto ya kushindwa kupata ujauzito na uliwahi kupata uzazi wa mpango wa aina yoyote ile na sasa hivi imekuwa ni ngumu sana kupata mimba, chukua namba yangu ya simu nitafute moja kwa moja, nikupatie tiba ambayo ina kuondoa sumu mwilini, ina kubana sumu zako za kimwili, ina kuondoa uchovu, lakini pia ina kusafisha mfumo wako mzima wote wa uzazi pamoja na ukuta wa uzazi, ili upate mimba kiurahisi kabisa.